Ningependa kumwapisha mteule wetu <laughs> Honorable Chirau Ali Mwakwere. Ningependa ashike kitabu ambacho ni Quran kwa mkono wake wa kulia, na akiinue kile kitabu juu na kurudia maneno haya ambayo nita nikimwambia arudie haya aseme. Ningependa kuongea kwa, kwa Kizungu na mniruhusu niongee kwa Kizungu, maana tumesema twapeperusha hili jambo kwa dunia nzima, si ni hivyo? Haya, ai Chirau Ali Mwakwere

the the the the office of the spokesperson. The office of of spokesperson spokesperson without fear. without fear fear affection affection and favor. and favor favor so so help me God. So help me me God God ningependa aeke sahihi yake katika hii karatasi ambayo nimeweza kumtayarishia ambayo ni out of office ambayo inatambua kwamba kuanzia leo Chirau Ali Mwakwere ndiye spokesperson wa Mijikenda community.